Mm-hmm. Banda langu mimi lina nafasi za kutosha tu kupitisha hewa. Ni kiasi cha kufunua tu haya makaratasi na huwa nafunua kulingana na hali ya hewa ikoje. Kama ni joto sana basi nafunua yote. Kama ni baridi kwao, nacheza na hali ya hewa inasemaje. Kwa sababu nikisema nisiaweke niatoe kabisa, na maana hapa panabaki wazi na baridi na itakuwa kali sana, ambayo inaweza ikawadhuru wao. Lakini pia kwa sababu huo upande mmoja hauna ukuta, kwa hiyo ndio maana unaona huo upande nimeufunika tu, lakini huku kwingine kote kote kote kunapitisha hewa hadi juu kwenye bati, yani kuna sehemu ya kupitisha hewa, yani juu uh, kama hapa hivi naweza naona kama kujuu zipo sehemu nyingi za kupitisha hewa, kwa hiyo wanapata tu hewa ya kutosha, hewa ipo ya kutosha kabisa. Lakini pia kuhusu habari ya vifaranga, vifaranga nilichukua kampuni ya ovania na kwa kweli nachoshukuru Mungu kwamba kampuni ya Interchick haikunisaliti au haikunitenda, ilinitendea vyema tu na kuku wake walikuwa vizuri kabisa, ni wakubwa, walikuwa wakubwa na ndo ativisti, hata wamenibeba kwenye hili soko la sasa hivi. Lakini kampuni ya Uganda vifaranga wao au kuku wao mbegu yao ilikuwa ni mbegu, yaani sijui, uh, niseme ni mbegu isiyokuwa, yaani wanakula sana, lakini ukuaji wake unakuwa kwa taabu, na nafikiri ndio maana umeona kuku kuku wengine wengi, wengi, ni wadogo lakini kwa habari ya chakula chakula ninajitahidi, ninawapa chakula cha kutosha, lakini hata maji wanakunywa maji ya kutosha sana kwao. Kwa kweli, kwa habari ya chakula na madawa, nimejitahidi kupambana nao kwa kila, yani sana. Kwa hiyo, kwa kuku ambaye unaona hajakuwa yani, ishu changamoto kubwa ilikuwa ni kampuni, sio ulishaji au, au jinsi ya kuwapa maji, kwa hiyo tu. Hello madam nilikuwa naonesha uh, namna kuku walivyo wanapata hewa madirisha hayo hapo yote tumeacha wazi na eneo lilivyo kubwa lakini bado kuku tunaona uh, hawana nafasi ya kutosha walikuwepo mia saba na tisini kama na mbili, wa tumeuza mia arobaini, lakini kama mnavyowaona, nilikuwa namuonesha Madam Julie hapo kuhusu namna hewa nilivyoiachia inavyoingia na, na ukubwa wa banda na idadi ya kuku waliopo. Hawa watakuwa wapo kama mia sita themanini na kitu sasa hivi lakini bado eneo hili ni dogo kwao na vile vile ilikuwa naonesha resho ya vyombo vya chakula kwamba nimeweka vingi lakini bado hawaenei hayo. E, ni makosa ambayo mimi mwenyewe nimeyafanya nika, na nikasema nime introduce mpaka masinia yale kama mnavyoyaona, kwa sababu ilikuwa tukiwawekea chakula, wengi wanakimbilia na wengine hawapati chakula. Aa, kwa hiyo tukaongeza vyombo, lakini pia tulikuwa tunatanua kwa kufata bim tulivyoweka tulivyoning'iniza vyombo kwa tukawa tuna hatujaviweka kimpangilio. Kwa bachi ya pili tutahakikisha tunaweka kwa mistari kabisa, chakula maji, chakula maji. E, hivi tumetawanyisha, tukila tukiongeza, kama hii mbao ninaisogeza na wao wanasogea, lakini hata hapa walipo bado nafasi, wanatakiwa wawe na nafasi zaidi, maana kama mnavyowaona wamekuwa na nafasi katikati, zipo chache. Kwa hiyo imagine wakianza kukimbilia chakula hapa inakuwa wanajibanabana. E, nilikuwa naonesha hivyo namna madirisha tulivyoyawacha wazi, na namna ya sehemu nilikuwa naona kama sehemu ya hiyo orusha, dada Juli, kama nimeiona ndogo au, lakini hajatutumia bado o, bandazima tukaona. Lakini mimi nimekaa kwa juu hapa, nimelichukua kwa juu kubwa wake, na idadi ya kuku walikuwa kuku mia nane hapa, na tulikuwa tunawasogeza kila baada ya siku tatu, tukiona wanakuwa wakubwa, tunasogeza ili bao bao ili hapa tumeliwekea Eh, lakini hapa bandani wanapata hewa, madirisha yote yako wazi. Pale tumeweka kuku wachache ambao kuna watu wamewachagua, tunataka wakae pembeni, wanunuzi wasije wakawachukua. Lakini banda kama unavyoliona madirisha yote tunaacha wazi, na tunaacha wazi pia usiku. Aa, kama kuna mvua ndo tunaziba lakini haya, uh, huku nyuma tunaacha wazi hata kama kuna mvua, sababu maji hayaingii. Tunaogopa tu hapa maji yasiingie ndani na ya yeah, ndo hilo nilikuwa nime- nafikiri, sasa hivi sauti itasikika. Eh, na huku ndo wao hapo wamekusha kula, wamemaliza chakula chote, wametulia. Hatu wapi tena chakula mpaka baadaye tena cha jioni, na ninashukuru wanakuwa tu vizuri eh, na wameanza kuwa size moja sasa.